Kitabu cha Zaburi ni kitabu kirefu zaidi katika Biblia na kimejaa hisia nyingi za ajabu. Mmoja wa walimu wangu wa Biblia ninaowapenda, G. Campbell Morgan, aliandika zaidi ya miaka mia moja iliyopita kwamba na, kwamba haijalishi hali yako ya mabadiliko inaweza kuwa nini, utapata zaburi ya kuielezea. Je, una huzuni? Unaweza kupata zaburi itakayokusaidia kulia. Je, una furaha? Basi utapata zaburi itakayokusaidia kuimba lakini katika kila moja ya hizi zaburi, iwe ni katika toni kuu au ndogo, mwimbaji hatimaye anakuwa na ufahamu mkubwa kwa Bwana. Sasa tuko hapa katika Zaburi thelathini na tatu, na hatujambiwa ni nani mwandishi, lakini jambo moja ni hakika, hihi imeandikwa katika toni kuu na mwandishi huyu wa nyimbo atatufanya tuingie katika sifa za furaha kwa Mungu. Mwandishi anataka zaburi hii iandamane na kinubi. Hicho ni mtangulizi wa gita, pia ni kinubi. Unaweza kukifikiria kikiwa na nyuzi kumi na wakiwa wanapiga pamoja na mstari wa melodi. Mwandishi wa nyimbo anaimba hapa katika mstari wa tatu, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Anamsifu Bwana, huyu ndiye muumba mkuu. Mstari wa sita, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na kwa punzi ya kinywa chake jeshi lao lote anatoa tamko lenye nguvu sana ambalo linaweza kutumika kwa kila taifa duniani. Sasa hapa katika mstari wa 12 heri taifa ambalo Mungu wake ni Bwana. Nikuambie hili ni kweli, hadi leo taifa linalomfuata Mungu limebarikiwa. Taifa linalomkataa Mungu litalipa adhabu kwa njia elfu tofauti, iwe ni kuchanganyikiwa, ukata tamaa Kutoridhika, ibada ya sanamu, kukata tamaa, chochote kile. Wakati u Zaburi thelathini na nne nia ni zaidi ya hayo hayo, lakini imejikita wenye tukio katika maisha ya mfalme Daudi. Kichwa cha zaburi hii kinasema, wakati Daudi alibadilisha tabia yake mbele ya Abimeleki ili amfukuze na akaondoka. Sasa hii inahusu tukio lililotokea katika moja Samueli ishirini na moja ambapo Daudi alikuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake kutoka kwa mfalme Sauli. Daudi alikimbia hadi kwenye lango la adui wake binafsi, mfalme Abimeleki, bila shaka akifikiria, adui wa adui yangu Sauli basi atakuwa rafiki yangu. Kweli haikuwa hivyo kabisa, na Daudi alilazimika kujifanya kuwa mwendawazimu ili kutoroka na kuondoka kwa Abimeleki. Daudi alitambua wakati huo kwamba maisha yake yameokolewa na Mungu, na sasa anaandika katika zaburi hii kwenye mstari wa tatu, E mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuinue jina lake pamoja. Katika mstari wa nane anaandika onjeni, mwone ya kuwa Bwana ni mwema. Anaimba hapa chini katika mstari wa kumi na nane, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na waokoa waliopondeka roho. Basi unajisikiaje leo? Una furaha? Basi imba pamoja na Daudi, tuinue jina lake pamoja. Je, una huzuni? Je, umepondeka roho leo? Basi imba pamoja na Daudi, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, uwaokoa wale ambao roho zao zimepondeka na uzito wa huzuni. Unaweza hata kuwa na hasira na mtu ambaye amekuumiza, labda mtu amekufanyia kitu ambacho ni ni kiovu na na unaomba kwamba haki ya Mungu itaonekana na kurekebisha mambo. Basi hicho ndicho kinachotokea hapa katika Zaburi 35. Ni, ni moja ya nyakati hizo ambapo ambapo Daudi anaomba na mstari wa kwanza unatuandalia mazingira. Bwana pambana na wale wanaopambana nami. Pigana na wale wanaopigana nami. Unaona, Daudi anaomba hapa kwa Bwana awachukue hao maadui na awaondoe njiani mwake. Anaelezea matendo yao maovu hapa chini katika mstari wa saba: bila sababu walinifichia wavu wao, bila sababu walinichimbia shimo kwa ajili ya maisha yangu. Mstari wa kumi na moja unasema, mashahidi waovu huinuka na kutafuta kumlipa ubaya kwa wema. Sasa sijui hawa hawa watu walikuwa nani, lakini hawakuwa wazuri kabisa. Kwa kweli, wao ni waovu kabisa. Daudi, Daudi anataka Bwana apigane nao kwa niaba yake. Anaandika hapa nyuma, katika mstari wa sita, njia yao iwe giza na telezi na malaika wa Bwana awafuatie. Kwa maneno mengine, Daudi anataka njia yao iwe telezi sana hadi mwishowe watakamatwa kwa sababu hawawezi kukimbia haraka. Hapa katika mstari wa nane anasema uharibifu umfikie wakati hajui, na wavu alioficha unase, anguke ndani yake kwa uharibifu wake mwenyewe. Sasa zaburi hii inaitwa zaburi ya laana. Kuna kadhaa hapa katika kitabu cha Zaburi. Zaburi za laana zinaita hukumu ya kiungu juu ya maadui wa watu wenye haki. Sasa, je, hilo linakukera? Je, Yesu hakusema katika Mathayo saa tano na madakika arobaini na nne, penda adui zako? Naam, alifanya hivyo, lakini usisahau kwamba siku moja kila adui wa Mungu na wa haki atakabiliana na ghadhabu na hukumu ya Mungu. Tuhakikishe tunapumzika vya kutosha kuelewa muktadha wa hizi zaburi za laana ili zisiwe ngumu kwetu. Kumbuka hizi zaburi ziko katika agano la kale na zinahusiana na agano ambalo Mungu alifanya na Abrahamu, ambalo lilitolewa kupitia Abrahamu, bila shaka, kwa taifa la Israeli chini ya agano la Ibrahimu. Katika Mwanzo sura ya kumi na mbili Mungu alimwahidi Abrahamu, nitawabariki wale wakubarikio na yeye anayekudharau nitamlaani. Sasa hukumu hii dhidi ya uovu inaonyeshwa kama laana na hiyo inatoka kwa Mungu, ingawa pia kwa njia tulirudia agano na kulipanua na Daudi na uzao wake katika mbili Samueli sura ya saba iliipa taifa jukumu maalum katika mpango wa Mungu na Daudi kama mfalme. Mungu anamwambia Daudi, nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yangu. Sasa ahadi hiyo ya agano hatimaye itatimizwa siku moja kupitia Yesu. Kwa njia usisahau kwamba Daudi aliishi katika agano la kale chini ya sheria ya Musa, na kama mfalme alikuwa na jukumu la kutawala ufalme wake kwa sheria hiyo. Sheria ilijumuisha kanuni ya jicho kwa jicho, iliyotolewa nyuma katika Kutoka ishirini na moja kama kuna madhara, basi utalipa uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, na mguu kwa mguu. Haki ndiyo lengo la sheria hii, na haki ilijumuisha adhabu inayolingana na kosa. Sasa ahadi hizi zote za agano zinatoa msingi basi kwa zaburi za laana. Utakaposoma Daudi utasoma mwandishi mwingine wa zaburi akiomba hukumu halisi dhidi ya maadui wa Israeli. Sasa unaweza kusoma moja ya zaburi hizi za laana na kufikiri kwamba mwandishi anataka kisasi binafsi. Hapana. Yeye kwa kweli anaitetea Israeli kuhusiana na ahadi ya agano la ulinzi wa Mungu. Sasa wacha nikupe kanuni katika tafsiri ya Biblia. Inakwenda hivi: kutajwa kwa mara ya kwanza kwa mada yoyote utoa ufunguo wa kuelewa mada hiyo. Aya ya kwanza ya lana tunayoipata katika kitabu cha Zaburi ni pale Daudi anapoomba haki ya Mungu iangukie maadui zake hiyo iko nyuma katika sura ya tano aya ya kumi, kwa sababu ya wingi wa makosa yao, anaandika "Wafukuze kwa maana wameasi dhidi yako, Mungu." Kwa hiyo hapa kuna ujumbe ambao nataka ukumbuke, wapendwa. Sio ujumbe maarufu sana leo, lakini unatumika katika agano letu la agano jipya hii. Mungu anachukia dhambi. Mungu siku moja atahukumu mwenye dhambi ambaye hajatubu na itakuwa kwa haki kamilifu. Sasa Mungu hafanyi hukumu mara moja juu ya maadui wa watu wake leo. Kanisa leo, kama alivyofanya katika agano la kale na maadui wa Israeli. Mtume Paulo anatuambia katika kipindi hiki cha enzi ya kanisa kwamba Mungu kwa kweli anahifadhi ghadhabu yake na ataendelea kuihifadhi hadi siku ya mwisho ya hukumu. Sasa hapa katika agano la kale, katika zaburi hii ya laana, Daudi anataka Mungu aheshimiwe. Daudi anataka sheria itekelezwe mara moja hapa, na zaburi za laana zinaomba hukumu hiyo yanguke juu ya maadui wa wenye haki. Hebu niweke hivi, fikiria kama mtoto, ulikutana na mnyanyasaji kwenye basi la shule, na kila wakati unapopanda basi hilo, mnyanyasaji huyo anakupiga au au anachukua pesa zako za chakula cha mchana. Ungefanya nini kuhusu hilo? Sawa, kama ungemwomba kaka yako mkubwa, ungemwomba apande basi siku moja na wewe na kumshughulikia huyo mnyanyasaji, sawa? Hicho ndicho Daudi anachofanya hapa. Haki ya Mungu ni kama huyo kaka mkubwa. Daudi, ndugu mdogo, anataka haki ipande basi hilo pamoja naye, kwa namna ya kusema, na kumshughulikia huyo mnyanyasaji, ushughulikia maadui zake. Unaona, zaburi hii ni mwaliko wa kuhakikisha, na tunaweza kuitumia hadi leo, kwamba umeficha maisha yako kwa kaka yako mkubwa, yaani Bwana Yesu, ambaye aliteseka kwa ajili ya ghadhabu ya haki ya Mungu kwa niaba yako, na sasa kwa kuwa umesamehewa basi unaweza kumpenda adui yako na unaweza kumwachia Mungu yeye. Ye anaweza tu kumshughulikia huyo mnyanyasaji sasa hivi, lakini kumbuka, atafanya hivyo siku zijazo ikiwa hawatatubu na kuja kwa Kristo siku moja. O, jamani watateseka zaidi kuliko wewe au mimi tunavyoweza kufikiria siku hiyo ya hukumu inayokuja.